Asante. Oh, <coughs> <coughs> <coughs> ah, nakosaje kuchoka, jua ni kali yeah. Mimi nashukuru kwa mwito wenu nashukuru sana, na nimefurahi kuona kwamba mko kwa amani zenu vizuri. Mtu huwa akatai mwito ba mdogo, ni kweli? Eh, so nikaja ili kusikiza mwito wako Basi, kwanza mi najivunia kwa sababu najua wewe ni mtifu basi. Rahisi mtu muite aache kazi zake. A, kwa hilo hongera. Mimi mdogo, nilichokuitia hapa sikibaya, mm. Nimekuita kwa sababu tuongee kuhusu hizi mali. Ndiyo. Kama unavyojua kwamba wazazi wangu walituacha imepita mwaka sahii mm. Nadhani mwaka sahi yeah, mwaka sio yeah. Sasa cha kushangaza baba mdogo, Yaani umekaa tu huongei kabisa kuhusu hizi mali. Nakumbuka sisi tuliacha wawili mimi na dadangu Maria. Ndiyo. Na katika mila zetu za Kiafrika kawaida mwanamke haruhusiwi kurithi mali sini kweli. mm. Sasa lengo la kukuita wewe ni hili, nataka unipe zile stakabadhi ya zile mashamba pamoja na nyumba ili niwe mrithi halisi wa hizi mali. uh -huh. Hilo ndio nimekuitia. Sawa. Sasa na mdogo mimi Sikatai, pia sikatai maoni yako uliyoongea, ila tambua kwamba, nafikiri wakati wa wa haya maongezi tuliyafanya kwa mzee wa mtaa na mzee wa mtaa pia akawa shahidi katika hili jambo. Sasa mimi sikatai kuzitoa na kukupatia, ila lingekuwa bora zaidi kama mzee wa mtaa pia angekuwepo hapo na dada yako pia akawa hapa, ndio hili jambo likawa, litakuwa sawa, sasa kila mmoja akapata haki yake, maana yule ni mdogo wako na mimi singependa haki yake ikiukwe. Sasa babu mdogo, ukisema hivyo wakosea. Yule mzee wa mtaa unayemuongelea hapa anahusika nini katika hii familia? Ah, yule mzee wa mtaa anahusika kwa sababu, kwanza yule ni jicho la serikali, ama sivyo mkaza. Mbani. eh? huyu pia ni jicho la serikali na ni haki pia yawepo katika kikao kama hichi. Unavosema ni haki, ina maana hata mzee wamtaa akitaka kurithi hapa utampatia? kwa sababu hapo utakuwa tumeokiuka sheria na masharti. jasho lile ni leno na wewe na dada yako, ule ni kama jicho tu la serikali na kama sheria? kusoma kwenyewe kuja soma, wajua sheria wewe. Ndio maana haya mambo ni ya kifamilia bwana. Sikiza nikuambie, baba mdogo wewe, nimekuita tu nikwambie, nisi kwamba wewe uniamulie unasikia? Sasa wewe upende usipende Mi, zile ni sawa, maoni yako si mabaya, ila mi ningependa tu, na mimi kama babako mdogo ningependa tu wakati na janazo basi huo, nimtaarifu dada yako, na mi pia nitamtaarifu mzee mtaa. Jamani ya mimi ni watakie mchana mwema na mushinde salama. Nenda. Mke wa mimi, naona mlango, asema huyu mke wangu, namnyapianyapia, niende nikamfumania, sababu ninajua kakangu, bila shaka ainashukuru maaa vile nawapeza ao, ngoja angalao nkawapigapiga macho wajulie hata hali maisha, lakini sijali

Kwa hivyo bamdogo alikuja na, mm, na wakayaongea kutafuta ushauri, kuniambia bamdogo hajaniambia. Bambanya naye kutaka kumuita bamdogo, hakuniambia mpaka akamwita, mpaka bamdogo akaja. Ushauri huo gani? Ah, hapa ndani kuna njama fici baina ya bamdogo na Bambanya hata kuna jambo baya. Bamdogo alikuwa amekuja kutafuta ushauri kuhusu hmm, yani huyo mume wangu alikuwa ameita ameita bamdogo aje atafute ushauri kwa mtu mmoja. Na haya ushauri huo gani? Kuhusu hizi mali hizi ambazo zimegawiwa, si rahisi, lakini mume wangu kwa tamaa yake akakata kata kata. Sasa ndio maana mume akaji alikunifurahisha ndio maana nikakuita, yaani, yani sikukuita lakini ndio nikuja ili ufanye vizuri, maana nilikuwa nawaza kama nilikuwa kwako. Lakini kuna vitu vingine sielewi. Sielewi kabisa. Sababu Bambanya ameona sasa hii haitoshi. Nimeongea na huyu, ameona ha akamwita ba mdogo, ba mdogo akanyamaza zi. Wameongea ba mdogo, sivyo amesema sivyo, atamuita nani, atamuita nani? Ameona Bambanya sasa yeye yeye ndio kusema tumsikize Bambanya. Mimi nami namsubiri. Kama ba mdogo ataniita, namsubiri. Na kama Bambanya pia ataniita, namsubiri. Mtu yangu afadhali niangoje nipatia mapya, lakini nasubiri au atakavyoniambia, mimi gulu langu liko hapa na madanyo ajua ni nani. Sikubali kabisa, kwa sababu siku hizi watoto wote ni, ni, ni, ni sawa. Lakini huyu Bambanya huyu ni mjanja, kwa sababu anasema yeye, wewe we huwezi rithi kwa sababu ni mtoto wa kike. Iliandikwa wapi? hmm. eh? Sasa hapo kwa mjanja upate chochote, manake na nyinyi wawili peke yake kifikiria nitanyamazia tu ile swala la hiyo nayo siwezi, hiyo nayo naita siwezi, hata kama ni mwanamke na yeye ni mwanamume. Amwite huyo mdogo aje, akatae asimwite, lakini mimi bwana wako akinita, langu ni moja. Kama atafuta urithi, mwambie mpaka mimi hakuna urithi atapata, na simu yako. Haya, wifi yangu, ni hayo uliokwambia. Haya, sababu mimi ninapomuona lengo lake sizo mali ni kila mmoja apate haki yake. Manlewa, kila mmoja lazima apate haki yaketoucokfich kabisa. Mimi nitahakikisha kwamba nakaa kidete hili swala basi kila sawa. Kwa sababu baba yao marehemu alinachia huo wasia yeye mwenyewe na mbele ya wa mtaa na akanambia, bwana kaka, hawa wana wastahili kila mmoja wahuduna naa, kila mmoja apate haki yake, na hilo ndo mimi nitanifanya mimi nikae kidete, nihakikishe kila mmoja anapata haki yake kanyaga sababu hizo dalili ambazo ndo naona huyu mume wangu anazokuja nazo mimi, mm, naona atakao ule mke upate kitu cha kwanza kabisa ni anioni hapa mke mwingine, na mimi sito nimbadi kaza mwana kawibu pia uko nako, lakini mimi nakuhakishia <laughs> kwamba nitalisimamia vizuri, ama hadi aliyosema alioniahidi nifanye ile siku itekeleza. <laughs> Atakosi atenda haki. Sasa mbangu mdogo, mimi ni, nakutegemea wewe.

Basi tuangalie yaa, wataka ya kaka yangu kambe ya tu tu. Mambo ya usiku, sitaki mimi bwana, mgeni utaingia tuwe na mambo ya usiku. Kanda na kandana mikono ya usiku. Mimi hata nilikuwa napita, lakini nikasema nini, ah, afadhali tu niingie, nivishe, sababu nilikuwa nawapesa kitambo. Akasema, pia familia yangu kumbe iko hapa karibu. Moja niishie we, hata afadhali nisiingie. Yaani naingia, mimi na wifi yangu hivi hatufichani vitu nilivyofika tu hmm. Wifi yangu toka ndani, hmm. kama nakupea ubuyu. Hmm. Basi nikafikiria mazuri. Huyo shemeji yako, si wamjua? Namjua. Baba mdogo ninavyomuamini asilimia mia, baba mdogo kwa sababu mimi ninamjua baba mdogo, kitu kama kinakuhusu wewe ama bibi, lazima atatuambia, na kama hukuambiwa, ujua alikuhusu wangu hivi ubango mdogo, wamjua kangu venye mdomo wake haufungi. Ushaanza. Waona mdomo ushaanza. Mimi naona yule kakako wale. Kwamba wamenunua wamenunua na sokoni hawaje wawana <laughs> <laughs> sasa unajua unaposema wenzako, ujepewa sema shauri yako. Ah, mimi nasema nani mtaani, nani kama mimi, nani kama mimi mtaani. Ah, wewe mwenyewe wewe, shukuru Mungu, si rahisi kupata mwanamume kama mimi, bwana. hmm. Sasa so, hmm. mtaani hata ukitembea wafanya kujivunia, ajua eh, mali safi kwa hmm. sababu. Pole pole wewe jivunie tu, mimi hata sisemi kitu, wewe jivunie lakini unajua unaposema wenzako, pia huko wasemwa hivyo hivyo. Sasa mkulize. Eh? Wasema uhisi yako kwamba kuna jambo kipya. Jambo gani? Mimi ni stori zao yana tawa nikiulizo wazi. Sha azimi mti. Yaani kakaangu hakuna cha maana maana cha niweza kaa yeye akisema ni stori tu na urithi. Urithi. Yaani yes hiyo kijana urithi wa kazi yake. Sielewi. Na mimi basi nakwambia ndo nilisikia uchungu nikamwambia kwa taarifa. Nikamwambia kabisa urithi yangu hata akija hata kama atamwambia amwambie kwa taarifa yake akaye akijua hakuna kitu atapata kama mimi siko. Etiyo, kila kikaa mwanamke sijui sifai kurithi sijui sifai nini. We basi ni mimi, mimi tu namwangalia na mpata yake, namwangalia tu lakini nasubiri siku dada njoo. We hata mimi yule shemegi mimi namshanga kwa sababu yule mwanaume asijishughulisha akatafuta mali yake anategemea mali ya wazazi. Uliona mwanaume kama huyu? Hata nashangaa, eh namshangaa yani, namshangaa yani yeye kila kika story ni urithi ni uri, jitume utafute chako. Ah, mimi ndo namshangaa, afadhali sijui kutaka urithi sijui kutaka nini. Si wewe, tuna shughuli zetu bwana eh, watoka mimi nabaki, ukija kila kitu kiko sawa. Nani kama sisi? Mimi ndo namshangaa. Mlete maji baridi ama kidogo Ulikuwa unafikiri sitakupata eh? mbona ajitafutia nani. Lakini Bambanya, wewe yule eh? Simba babako mdogo yule, kwanini kumjibu vile? Sasa, sasa a wajua, wanishangaza, waingilia mambo ambayo hayakuhusu hivi. Ninachopigania wewe sikitakusaidia mpaka wewe, hata kama kitanisaidia lakini sikuwa na namna hiyo bwana eh? kwani hatuwezi nini kutafuta mali yetu mpaka ile kwa hivyo wewe, kwa maoni yako wataka hizi mali nisiachilie, si ndio? Sio kwamba tuziachilie, lakini kuna namna ya kuongea. Yule ni baba wako aliyebaki, jamani. We hujui yule, yule baba mdogo si mtu mzuri. Huona hivyo? Basi ana njama na wewe, mzee wa mtaa huyo, atakawauze hizi mali wajitajirishe hao. Na hilo halitawezekana, nitapigania mpaka mwisho. Yani wewe hata sijui uko vipi yani uko na nguvu zako bado Hatu, lakini hatuwezi kutafuta vitu vyetu mpaka upiganie rithi, alafu kitu kibaya zaidi wasema ati Mary pia asirithi. Sasa kwa nini asirithi? naf ajua mimi nakushangaa, wewe nakushangaa kabisa. Yaani zile juhudi ambazo nazifanya mimi wewe usione, si ndio? Leo tuko wawili, kesho tukishapata mtoto wetu huo mtoto atakujarithi nini? Sasa kama siyo mali ya wazazi wetu, mtoto angehanga angepata kwa kurithi, kwa sababu hiyo mali yeye, baba yako alitafuta kaacha na wewe sasa. Kama wamefariki, wataka hizi mali zipotee? Ni sawa, lakini tutafute damu na basi. Mara nyingine nataka na uwe na akili, unasikia? Mtu mkubwa, lakini hauna akili kabisa. Yaani mmarani... yani, badala ya kunipongeza kwamba ninachofanya ni kitu muhimu, wehulioni hivi Ingile nitakapoongea nikuposhauri, anaambia si mimi si muhimu, ukanioa nini? Usinge baki peke yako kama ulikuwa unaweza kujishauri kila kitu, wajua eh? na madhara, wewe si madhara, lakini ushauri wako haufai, basi tafuta eh kukushauri na mimi sija kutafuta wewe unishauri mimi. Nimekuoa me, kwa sababu uje ufanye mambo ya kinyumbani sawa. Sikukuoa uje unishauri kwanza. Mimi huastaki kushauriwa na mwanamke kabisa, utanishauri nini kwanza? Ni kipi? Yeah, unajua we. Yaani mtu akiwa mke huwa yeah, yani, ni mtu, mambo ya nyumbani mingine ni basi haja nyingine sawa, lakini mambo ya ushauri, wewe uwezi nishauri kitu, huna kitu unachojua wewe. Sawa, lakini tena uache, si vizuri kuongea na mtu mzima mbele yako. Alafu, wakati ninaongea sitaki uongee. Na kushangaa unajifanya kibelembele. Kwa hivyo situngawa wawili, lakini mimi nisizungumzi mimi najuta kukuoa. Niliacha wasomi kama mimi najawa mtu kukusaidia kumbe hata mazoea ya kimaendeleo kuna, yani, umekaa tu umejiachilia hapa. Ajabu moja hutaki kuambia ukweli na mimi nitakwambia ukweli kila siku. Kama utakasirika, ukasiriki. Nitakushangaa kwa sababu utakayemwambia ukweli hata kusikiza. Sio utakaojichokesha wewe. Na sasa hii haitafika hata jioni, nataka pesa vyasi. Nizitoe wapi? Kama si hizi juhudi ninazozifanya wewe, kama kohu, huni kileta viazi kwa kwa mbano <laughs> <laughs> Lakini haya, nakuambia azingatie kwa na akili, umekuwa mtu mzima sasa. Siku tetea tetea vitu ambavyo vishatafutwa, basi wewe unkwenda kazana wavitaka. Unajua wanatusi kwa, ukiniambia ni wana akili, ina maana mimi sina akili Kati ya siku zote kumbe, kivango uzuri wapendeza namna hii. Kweli, mama waimama, umependeza sana asante. Ynatakuwa sijaamini kabisa kama unaweza tokea hivyo. Mama alikuwa na vizuri. Hmm. Wow. Hmm. Sasa bado simu, utanunulia simu bado simu, piki nilikununulia tu basi mimi nimekwambia, zile nguo yani, kila kitu cha nyumbani kiache kule. Yaani nataka uonekane na ule mwonekano wa huku, mpaka hata ukisema unataka kusalimia nyumbani, watu wanasema kweli huyu alelewa vizuri <laughs> nitafurahi mama ukweli kweli, nimejua wanipenda. Mimi nilikwambia chenye utataka, kama nina uwezo nacho mimi nitakununulia hata, ondoa hofu kabisa, sina shaka. Alafu sasa jambo lingine nilisema tunaenda kubadilisha upepo, si ndio? Hmm. Lakini sasa sijui kama wewe hautakuwa na kazi nyingi hapa. Nitajitahidi nifanye kazi zangu mapema ili tupate nafasi ya kwenda huko, ama hiyo siku nataka uwe off, usifanye kazi kabisa, yani hiyo siku itakuwa ni ya mimi na wewe tukapunge upepo mpaka jioni. Hmm. Hmm. Hmm. Lakini sasa huyo babako hapa ndani sasa akiona tumetoka, ana wivu huyu babako. Ah, ana wivu siku nzima janiona. Ah, ataanza kuongea tukili. Lakini hakuna shida. Sisi mm. free, mm. sao, muga muga. Muga. Ni wanawake, vivu tampeleka wapi sasa? Hatuweza enda na yeye. Muache fanye kazi zake huyo. Huyo muache fanye kazi zake. Sisi sawa. Sasa mimi nataka ufeel free kabisa na kuna umejibana, uchangamuka bana. Changamuka. Mbona umejikaba kaba kama unaniogopa? Niko sawa mama. Ah. Usijike muoga muoga. Mimi sina shida, nimekwambia nizoee kabisa. Nizoee kama mamako, hata usiogope. Sawa sawa. Sawa. Sawa. hivyo an anaingia kama mwezi hata ha. kama ni kwa kakako misha basi, angalau ungepata kwa uji. Ungefanya nini sasa? Unachokiongea na kielewa kweli? Unachokiongea na kielewa kweli? Kwa nini tunakushangaa bala? Mimi nilikuwa nifuate nyayo zako, lakini sasa mimi ndo najaribu kufundisha wewe adabu. Kwani babako umletea kwa hivyo babako mdogo wewe si babako. Sasa sema baba mdogo usisema babangu. Wewe uyo unamuelewa. Wewe ndio unamuona baba kwa mdogo. Yaani ukamtu mtu wewe huko? Nenda. Baba mdogo juu ruru ujimwambie, eh, haya mbona hukushawishi? Sasa wewe kinachokuuma nini? Kinachokuuma nini? Mdogo. Sasa kwa taarifa yako, kwa taarifa yako, ulichokuja ukamwambia kimenifikia na si yeye mwenye aliniambia lakini ujue hicho kimenifikia na kama unachokitaka

hataki ushauri hapa. Nani maneno ambayo nilikwambia? Hey, ndio aliongea akana. <laughs> ukuja kumsomea babangu mdogo hapa e? Mimi sijamsomea, nilimwambia ukweli. Unasikia, nilimwambia ukweli, na kama wewe unasikia kuumwa sana, basi safari hii wewe unajua ukweli, unajua ukweli. Wewe ukweli huo unamwambia baba mdogo, ni kweli kweli? Gani ukweli, ukweli gani? Yaani, mpaka unaambia kabisa umeshirikisha mimi, lakini umeona haiwezi nikushirikishe. Kama nani wewe, mtoto wa kike tu wewe, nikwambia nini wewe? mm. Una haki gani wa kurithi hizi mali? Mpaka anambia ati nishirikishe. mm. Babako na mamako walikuzaa, ulizipata, na hauwezi kuzirithi zitabaki pale pale na ukirithishwa labda mimi niwe niko. Aa, Maria hapo hapo umechemsha, umechemsha dadangu, unasikia mm. Wewe utafanya nini? ufanye nini? mali lazima niziweke mkononi mwangu Huyu ndugu yangu namjua vizuri, roho yake chafu, lakini yake chafu, lakini mimi siwezi kumwacha na na roho yake. Anachokitaka hawezi kupata, mimi madamu kama niko hai, na hapa ni karibu huyu. Mimi nimemwangua, lakini anatamii shamba ya zamani ya kuwa ati mwana mtoto wa kiume ndio urithi mali, hajui mambo amebadilika huyu. Basi anaweza hata hata anaweza kurithi hata shilingi hata kitu kimoja ukakosa, kwa sababu ya huyu, wao wasema mwanamke harithi. <laughs> Yaani ndivyo ndivyo, mnadanganyana sasa. Ngoja tuone kichwa ni nani katika familia. Nataka kuwa ah, kichwa lazima ah, uwe na adabu, lakini kama kile itakuwa ita kama hiyo ulionayo, hakuna kitu ambacho mimi oh, sina adabu a ina maana nime si mimi nimeamka ambaye haaaumangu asikukaushe koo asikukaushe koo kabisa. Sasa kama ialaa wewe na, nakujua mwanzo mpaka mwisho wako, huyu uliompata na mielake thelathini na mbili ashakujua, ujue adabu nini, ujue heshima nini, kwa nguvu zangu yangu yangu, mtafanya nini nikimpata ndugu yangu, hakuna hakuna maji. Sasa mimi naenda. Leni hata nizungumza nzuri mbaya wifi yangu. Haamini ni mimi Kweli napenda lakini akikosea paka nimwambie. Kama wajua hapa mimi hapa si kidogo. Na wewe pia kwa taarifa yako. Kama wasijua za chini na mimi nasijua za juu. Eh. Eh, ukae kilijua hiyo. Kwa hivyo huko umeanzisha vita, si ndio? Tutapambana mpaka mwisho. Alafu wewe wewe. Huu ujinga wa kwamba ndio kwa upande wangu. Mimi napigania mali ambayo kesho tutakuja tutazaa mtoto hata mtoto mahali pa kulipa. Aia kitu ambayo nitakusaidia lazima kwani ani hata zau si si si hata tena hataaneaataiimambo ya kuolewa achana nayo. Urithi wa babake lazima apate, kama wewe umekuwa wakili atapata.